Naye mbunge wa Wajir South Mohammed Adow ameonya kuhusu ongezeko la uwindaji haramu wa wanyamapori na uharibifu wa mazingira katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya elimu katika kaunti ndogo ya Dif, Adow alisema kuwa maafisa wa KWS na walinzi wa misitu wanafanya kazi nzuri, lakini wanahitaji kuongezewa nguvu ili kuzima ujangili. Ametoa wito kwa wadau wote kushirikiana kulinda mazingira na kuhakikisha wanaoharibu urithi wana wa asili wanakabiliwa kisheria.